Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amekataa wazo la mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, huko Teherani ikithibitisha kupokea barua kutoka kwa rais Donald Trump. Wiki jana, Trump alisema barua hiyo imependekeza mazungumzo kuhusu makubaliano ambayo yataizuia Iran kupata silaha za nyuklia na kuepusha uwezekano wa kuchukuliwa kwa hatua za kijeshi dhidi yake. Ingawa Khamenei alisema hajaona barua hiyo ambayo iliwasilishwa na afisa kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu alipouzlia ambali kuwa ni udanganyifu na maoni ya umma, ameonya kuwa Irani italipiza kisasi endapo itatokea shambulio kwenye vituo vyake vya nyuklia. Kiongozi huyo mkuu, ambaye ndiye mwenye uamuzi wa mwisho kuhusu masuala yote ya serikali, alisisitiza kwamba Irani haipendezwi na silaha za nyuklia. Hii ni TMC News update kimataifa, na mimi ni Happy Balisidi. Endelea kufuatilia ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.